Viongozi wa wilaya ya mkoa kusini Pemba ambaye ni mkuu wa wilaya ya Chake Chake Mgeni Khatibu Yahya pamoja na mkuu wa wilaya ya Mkoani Hamadi Omar Hamadi wamewaongoza wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya kisiwa cha Pemba katika mapokezi ya ndugu jamaa, na marafiki zao ambao walikuwa ni mahujaji walipowasili katika uwanja wa ndege wa Pemba wakitokea Maka huko nchini Saudi Arabia walipokwenda kutekeleza ibada ya Hija ambayo ni nguzo ya nne katika Uislamu. Akizungumza mara baada ya mapokezi hayo, Mkuu wa Wilaya ya Mkoani Hamad Omar Hamadi amewatakia dua ya kukubaliwa kwa ibada yao hiyo huku akitoa wito kwa waumini wengine wa dini ya Kiislamu maeneo mbalimbali kisiwani Pemba kufuata nyayo za mahujaji hao kwa kuitikia wito huo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amesema pamoja na ibada hiyo kuhitaji kutekelezwa kwa kila Muislamu mwenye uwezo, lakini kila muumini asisite kuweka nia ya kuomba kwa Mwenyezi Mungu amwezeshe kutekeleza ibada ya Hija kwani ni yenye malipo makubwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, kwa sababu tumewapokea vizuri, alhamdulillah, wahujaji wetu wote wako salama, hakuna vikwazo ambavyo kwa kweli wamevipata, baada ya kuwasiliana nao baada ya kuwapokea na kutueleza na tushukuru, kwa sababu hii ni dhima moja kubwa miongoni mwa dhima za Waislamu, ni nguzo kati ya nguzo za Kiislamu. Hauwezi kukamilisha nguzo zako za Uislamu pasina kwenda Hija kwa yule mwenye uwezo. Na alhamdulillah tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili, kwa sababu wenzetu alhamdulillah ndio wamerejea na wametekeleza hili jambo linatufunza kwa kweli katika swala zima la umoja na mshikamano, kwa sababu si tu kwamba labda tunaenda kule e, kutembea ama labda vingine kufanya mambo mengine, lakini dhamira kubwa ya hija ni pamoja na kujenga umoja mshikamano, miongoni mwa mataifa mbalimbali. Kwa hivyo katika hili tuwaombee, tuheri na Mwenyezi si Mungu awajalie wa hija yenu hiyo imekubaliwa, na katika hili inatupa na sisi mwanya na mwongozo ama na fursa tosha kwamba na sisi tujifunze kwamba moja kati ya miongoni mwa nguzo kuweza kuzitekeleza. Maana wapo wengi ambao hatujawahi, basi na nyinyi basi mtuombee heri kwamba sisi ambao hatujafika huko basi Mungu atupe ilhamu na sisi tufike. Kuna sharti la kuwa na uwezo, kwamba lazima uende kule ukiwa na uwezo. Sisemi kama hatuna au sisemi kama tunao, lakini wapo ambao pengine wana uwezo wa kutosha ila bado hawajaweka nia ya kwenda kule. Maisha ni mtihani, tunaweza tukasema mie mwakani nitaenda au nitaenda mwaka kesho kutwa, unao uwezo, kesho Mungu akakuchukua, maanake itakuwa umebeba dhima kubwa sana kesho mbele ya Mungu. Na kwa sababu ni lazima, basi tuna kila sababu ya kufanya au ya kuweka nia kuhakikisha kwa kwamba na sisi tunafika huko. Akizungumza kwa niaba ya mahujaji wenzake, kiongozi wa wanawake wa mahujaji kutoka Jumuiya ya Tatawal Hajat Salha Abdul Wahab amesema safari ya hija mwaka huu ilikuwa ni mafanikio makubwa kwa mahujaji wote na haikuwa na vikwazo vingi vilivyozoeleka kwa kila mwaka. Kwa kweli, safari hii hija yetu mara hii ilikuwa ni nyepesi kabisa, jua lilikuwa ni li si kali kama mwaka jana na zile changamoto ambazo tumezipata mwaka jana mara hii zimekuwa hazipo kabisa. Kwa hiyo mahema yalikuwa yako vizuri, vyoo vilikuwa viko vizuri, na usumbufu ule wa kufungwa njia, barabara, njia kutoka Muzdalfa kwenda Mina Jamarati, mara hii ulikuwa haupo. Kwa hiyo hija mara hii ilikuwa ni nyepesi kabisa. Mwenyezi Mungu hatujalia, tumefanikiwa, tumetekeleza hija bila matatizo ya aina yoyote. Na nyinyi wenzangu Waislamu, nawahusia tuitekeleze ibada hii kama tulivyoambiwa na viongozi wenzetu, kama tuitekeleze ibada hii kwani kama hukuitekeleza ibada hii una deni kwa Allah, deni katika kat, kat, madeni si madeni. Hapa tunadaiwa na, na jamii tu. Deni kubwa zaidi ni deni ambalo tunadaiwa na Allah, kama walivyosema viongozi, si watu wengi ambao hawezi kumiliki gharama za hija, kwa sababu ukiweza kumiliki nyumba na shamba, basi gharama ya hija umeshaiweza kumiliki. Kwa hiyo tujitahidini tuitekeleze ibada hii na ibada hii inaleta baraka kubwa, yani utakaporudi wewe mwenyewe utaona mambo yako yatakavyokwenda vizuri, utokwama pahali pa aina yoyote. Mwenyezi Mungu atujalie wepesi, Mwenyezi Mungu ajalie kila laheri, Mwenyezi Mungu ajalie haji mabrur wa dhambi mafur. Na pia naomba viongozi wetu waishi kwa amani na uchaguzi wetu fanyike salama usalimini, matatizo aina yote katika uchaguzi huu, tunakuomba kwa kwa tunatoka kwenye maeneo yako matukufu Ukubali dua hii, uwaponyeshe kila aliye mgonjwa, umwezeshe kila mwenye nia ya kutekeleza jema, waatuafu Bwana Mola wetu sisi sote wa waja wako wa Kiislamu, amin birahmatika rahmani rahimin, sallallahu al ala nabiyina muhammad walasa